Ufunuo sita kumi na mbili nami nikaona alipofungua muhuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutisha vyo mapoza yake utegeswapo na upepo mwingi, mbingu zikaondolewa. Hebu sema mbingu zikaondolewa, zika zika kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikaamishwa kutoka mahali pake na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana, wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, na hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Ninazungumzia habari ya mwisho wa dunia. Sema mwisho wa dunia, ndio mtamke. Sema mwisho wa dunia. Sasa sasa hivi sisi tunaoishi enzi hizi tunaishi kwenye mwisho, tuko mwishoni. Ndio maana sasa kila kitu duniani kimeharibika, kila kitu kimekuwa ovyo ovyo ovyo, watu wameharibika tu, hata wewe umeharibika. Haukupaswa kuwa hivyo ulivyo sasa hivi. Sasa hivi watu duniani wamekuwa wabaya sana. Walioko makanisani ni wabaya, walioko nje ya kanisa ni wabaya, wahubiri ni wabaya, wahubiriwa ni wabaya, hakuna uwene. Maana Isaya alisema kama alivyo mkubwa ndivyo atakavyokuwa mdogo. Mmomonyoko wa maadili, people don't care nowadays, watu hawajali, watu wanavaa ovyo ovyo, viongozi wanaongea ovyo ovyo wanaidhinisha vitu vya ajabu hivi. Hata we ukifikiri kwenye akili yako inaingiaje akilini? Akilini naingia vipi? Ati kanisa linafungisha ndoa ya mume na mume kanisani, kwa Biblia ipi? Kwa Mungu yupi? Haingia akilini, ati askofu na kora anaitwa mtumishi wa Mungu anafundisha ndoa ya jinsia moja, na watu wanashangilia, na dunia nasema ni sawa. Biblia imekataa, hata mila na desturi zinakataa, lakini kwa sababu ni siku za mwisho, watu wanasema ni haki za binadamu. Yaani binadamu wana haki ya kuharibika. <laughs> haki ya binadamu ni haki ya binadamu, kutembea uchi ni haki ya binadamu, kuvaa ovyo ni haki ya binadamu. Siku hizi ni haki za binadamu kuolewa dunia na kuachika, inaidhinisha ni haki ya binadamu kutoa mimba. Abebe mimba, toe, ni haki. Hiyo ndio inaitwa siku za mwisho. Hebu sema siku za mwisho. Sema. Sema. Wakati dunia ilikuwa mbichi, ukiolewa ukaachika, jamii ilikuwa inakutenga. Siku hizi tizi nomo, watangazaji wa mabaya no one cares. Sasa haya mambo ambayo kusema ukweli, anaanzia kwa wazungu, hawa ndio wanaanzisha ubaya. Na wanahalalisha maovu wanatuletea na siku za ujinga wetu kwa kujidharau. Yaani mtu mweusi, mtu hajabana kujidharau na weusi wake. Yaani ukisha kuwa mweusi unajiona huna akili. Nataka nikwambie wewe ni mzuri sana. Amen. Si ukadanganywa na ngozi. Mungu ni mmoja aliumba wazuri aliumba wa Afrika na dunia ni moja. Shika ngoma yako. Mwambie acha kujidharau. Kila mahali haya mambo yanapendelea, Mungu anakasirika. Mungu haoni vizuri. Mungu anachukia sana magaji ya damu. Mungu anachukia sana dhuluma. Mungu anachukia sana hata mabaya yote yanaendelea, hata siasa za unyanyasaji Mungu anachukia sana. Mungu anapenda haki. Mungu anachukia uovu unaoendelea. Mungu anachukia utoaji wa mimba. Mungu anachukia uvunjaji wa ndoa. Mungu anachukia ndoa ya jinsia moja. Mungu anachukia mapenzi ya jinsia moja. Mungu anachukia uchafu wa dhambi, na kwa sababu uchafu unaendelea, anachokeana na Mungu ni kuipiga dunia, ataipiga dunia ita dunia na waliomo. Na wewe ukiwa wewe, naomba kae mkao wa kutandikwa, maana hata wewe ni mkosaji. Namdanganya Mungu, nakula fungu la kumi, nachelewa ibada, unawahi kuondoka, una nidhamu. Hata wewe sio salama. Unajua hata wakati wa Sodoma na Gomora sio kwamba kulikuwa kuna dini ndani ya Sodoma, dini zilikuwemo lakini dini zimeharibika, zineharibika. Hebu sema dini, dini, dini. Ongea, ongea. Hata hapa Tanzania kuna dini zimefanyaje? Ongea zimefanyaje? Wow. na... yaani wafikiria anainuka mwanamume mwanamke anawaambia watu yeye ndiye Mungu na watu wanapiga makofi, kuna kitu hapa na siku za mwisho, nisiharibike pamoja na wanaoharibika, katika jina la Yesu, jina la Yesu. Shusha mikono yako. Ni siku za mwishoni sasa. Mungu anachokifanya ameshasema kwenye maandiko, ataiadhibu dunia. Alipofungua muhuri wa sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Kitu gani? Mdomo wako siokwaja kula chapati na mayai. Kitu gani? Unajua ili tetemeko aitakuwa tetemeko lile la madaka kumi na tano. Ah ah. Tetemeko litaenda. Yaani ni mwezi mzima unaisha, ni tetemeko. Siyo siku inde. Dunia inatikizwa tu. Yaani, unajua leo ya unachekecha unga, uweze mlikulia mjini, ukukati kijijini. Tuko na twanga udaga kwenye kinu, si ndio? Hafu na utoa kwenye chekecheo, si ndio? Unaanafanyaje? Unachekecha

bila kupitia na wakati wa sasa, ujio wa Mungu atakuwa ameshika roho ya mauti. Yaani, unaangukiwa na jiwe la la tani kumi huko chini ya jiwe unapita tu kelele ufi ile, utumbo zangu zote ulizofanya, unamlilia nani? Utaongea kiroho huko tu chini, ule umeningilizwa huko, na mke wako naye amekandamizwa kule

Wengine wote kanisani huwa ni wasindikizaji. Hata humu hata, hata papa nikili hapa weza kaondoka wawili watatu, wengine wote wamekuja kuangalia suti ya nabii. Oh, mtu mshakome vaa suti, nimeipenda suti yake, ndio mwenye kuleta hapa. Mbingu nayo tatemeshwa, jua litahama mahali pake. Yaani Mungu anatikiza vyote kwa pamoja juu na chini. Kwa hiyo nyota zilikuwa zinadondoka tu, unasikia imeangukia ziwani, imetoa moshi, imeangukiwa sijui wapi, unasikia kule, yani yani itakuwa yani, ni vurugu duniani yani, hii dunia utaishangaa, hataeleweka. Yusewa, mini mukere, mini mjita, mini mwai, hakuna kusema mimi ni mkerere ni mchita mimi haya hakuna. Yaani sisi mimi ni mzungu mimi ni mwa hakuna. Wote mtakuwa mtindo mmoja. Yaani Mungu ana hasira mbaya sasa hivi kwa sababu dhambi zimezidi. Wewe mwenyewe hapo ulipo ni mwenye, mwenye dhambi wa hatari. Ile umevaa nguo mpya juu ya dhambi zako. Sasa Mungu anachukia hayo. Huna hata toba. Yaani wewe hata maombi huna. Yaani wewe we, we, ni Farisayo. Tunafahamu hata mafarisayo walikuwa hata wanakuwa utakatifu kidogo. Wewe ni hatari. Hivi leo umekuja kanisani, sijui nikamujiza kamekutumbukiza huko, hata moyoni humtafuti Mungu. Umekuja tu kutafuta mchumba kanisani. Kwa hiyo unasaa, unaangalia sijui nitampata huyu. Wewe huna nia ya Mungu, tu mwanamke kwa unatafuta tu mwanamke. Inua mikono, unafumba jicho moja chako, tumaini sisi. Kwa sababu kwa mbalimbali, kuna mwingine nasari amesindikiza mama yake, yani ni, ni, ni, yani, ni la mama mama akija na yak mwingine ameleta yako mme wao kidogo ya dhambi ni amen. Bwana, amen. Nyingi sana yani, dhambi zimepita hata wakati wa Sodoma na Gomora, umwagaji wa damu. Kibaya sana ni kwamba watawala ndio wameanzisha Maituwa wakubwa na wanaidhinisha maovu. Sasa Mungu anakasirika, sasa atatuma tetemeko ambalo litatikiza mbingu na nchi, juu chini. Jua kule linatikizwa mpaka takuwa jeusi, mwezi utatikizwa mpaka unaivua damu. Hapo chini kumesala sasa, utamwambia mimi Mungu nimesoma na kume, kume, kume, kume, certificate of science. No, mimi nina nini? Hakuna. Hakuna hnni mimi ni ah, mimi mimi mimi ni ni ni ni waziri waziri wa Yosui, waziri mkuu, au, waziri wa Hakuna Hakuna Hakuna Hakuna Hakuna cha waziri, wote sana, hela, hakuna cha wabenki, au, hakuna, wanadamu, wote mkubwa, mdogo, wote wote mtindo mtindo mmoja. mmoja. tajiri sana, na na hela. hela. Au manager. mkubwa mdogo vurugu mechi. Sasa hivi watu waingii. Wa subiri. Subiri tunaenda kwenye kolasi. Hela zako ziko begi, asiye hayo, mabegi mabegi yako saba ya nguo, una mabegi saba umejaza nguo, viatu, umebabu taki duka na viatu mbadi kwako, una viatu virefu, vipana, vimekakaka matrekta, na una majivuno, hata tembea zako ni maringo, naringa kama wendo uliumba dunia sasa amikono, mtu akuongoze kwenye ibada kwamba inua mikono unampigia tu za hivi utafikiri unamwelekeza njia kwenda kisasa. Hiyo ndo ibada ukodosa hivi. Siku hiyo utalia, utamwita mama yako hataitika, maana na yeye ana shida. Utaita mchungaji hayupo, kisha nyakuliwa mme wako huyo. Mnadanganyana, mnalala bila kuomba, mnazozana usiku kucha, ni mgogoro kwenye ndoa yenu. Mtalia pamoja mme na mke, mmeona hapo hamna amani ndani, mbali ya nyumba, alia watu muone. Nani singeacha? Ukisha wale wakatengeneza amani, nani alikutuma? Sikisebe ngo chako kikutuma ukaolewa? Tengeneza amani kwenye nyumba, tufanye kile cha kutuma. Yani, fanya majukumu yako ndani ya familia yako. Kama hujawe ni mama, kapa nafasi za mama ndani ya familia, usiete kelele, vurugu, fanya yakupasa ya kufanya. Sisumbue jamii, kila siku watu wakae kwa ajili yako. Hawana kazi. Unakaa unasuluhisha kila dakika wewe tu. Wewe, wewe nani? Aliyekutuma azaliwe nani? Sunge acha. Aliyekutuma uolewe nani? Sunge acha. Sisumbue. Wewe uliolewa alafu unakaa umevimba tu, kila saa unatazama shavu umevimba. Unatumulia kwenye utosi. Ulitumwa na nani ukaolewa? Sunge acha. Muone sura yake. Sio kwa toa jeu leo na wako vizuri. Wewe ulitumwa na nani? Mm. Kama wewe ni mwanamume oa, fanya ni pasa kwenye ndoa. Kabiliana. Usitoroke. Sulitaka mwenye. Eh, nataka niowe. Eh. Eh, nataka niowe. Aya ingia. Karibu sana, karibu mpaka ndani. Tutakutana <laughs> pili pili humo. Inaowashwa mpaka kwenye jicho. Ukubali kuwasha maana ulitaka mwenyewe eh. Kila mmoja sema, amen. Useme, sema amen. Amen Bwana, useme sema amen, amen. Siku hizi watu wakifika kwenye ndoa, ndoa baya kweli, usiku unataka kutukane mpaka asubuhi. Ulienda kwa kufanya nini? na nakusema wewe hapo, na kujua mkiwapo kwa bwana mume wako, mimi niko kwa ule na wasikia kwenye ulimwengu wa roho, nasikia sauti zenu, nagombana, unatukana mume wako na kusikia. Kila roho inayonivuruga nyumbani iniachie mara moja, niwe mtu mwema ndani ya familia kwa jina la Yesu. Fungua sauti yako sema, amen, amen. Miongoni mwa watu ambao Mungu atawaadhibu sana ni walioingia kwenye ndoa kuvuruga wenzao. Ulioa mke ukaenda kumvuruga, uliolea ukaenda kuvuruga mume wako, siku za mwisho wewe utambukiwa na ile jiwe kubwa lile. Soma kitabu cha Mateo zao wamesema, aliyemkwaza mwenzake ni bora afungiwe jiwe la kusangia. Ni maandiko, unafungia jiwe na unatupa baharini. Sasa umepigwa jiwe na kilo elfu tano alafu uingizwe baharini. Niambi unakoelekea ni wapi? Uko chini. Na hakuna mko azaji anaezidi mko azaji kwenye ndoa. Mtaka dada kameolewa kanitwa mume wake mara saba. Mama Esther, Mama Esther kakana sikiza tu. Mama Esther kamekauka. Jamani sinaita Mama Esther. Si useme, nimesikia. Hii kiumbe hii, hey. Hey, mu emu mfungua, sauti yako, sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, naona uongee, Mungu anakuona, sema Yesu nisaidie, Yesu saidie nisiwe kwazo kwa mtu yeyote katika kwa jina kwa la Yesu, Yesu. Biblia inasema na nyota zitaanguka juu ya inchi kama vile mtini upo kutisha hiyo mapoza yake. Nyota zitaanguka, hasa kujua nyota zingine zina sumu. Kwa mfano, kuna nyota moja wanasayansi wamepima nasema inaanguka, inataka kadhaa inasafiri kuja duniani, wanasema itakapoanguka itatema sumu mbaya sana, na itakapoangukia, inasadikika patapasuka. Nenda kwenye nenda, nenda nenda Google ukatafuta utaona wameandika nyota inashuka makubwa sasa. Wakati wa siku za mwisho, Mungu ataanza kuachia mapigo makubwa, ili kuadhibu kiburi, kiburi cha watu chake. hawezi kutoa kwa sababu ya kiburi. Nyota zitaanguka kama vile mtini upuzitavyo ya mapooza yake ulivyokunjwa, na kila mlima, kila mlima na kisiwa kikahamishwa. Sema kisiwa kitahamishwa. Nini maana ya kuhamishwa? kita kwa mfano, ukienda hapa ukele kuna visiwa vingi, sindio? Sasa Mungu atahamisha kisiwa, kama ni Ukara itachukua utajui likopitishwa, utaikuta Ukara iko Kanada imepitishwa kwa imepitaje? Lakini kisiwa kitahamishwa. Unajua Mungu mjui, Mungu ni waajabu sana, kisiwa kitahamishwa, utakuta visiwa vya Madagascar viko Kongo, visiwa vya Uruguay vimehamishwa viko Afrika Kusini, yaani mtachanganywa hivi. Ushai kuna wale wanacheza kekuru na keusi, mbingu zitaondolewa wakatoya natokea kanisa halipo, waliokoka walishajanyakuliwa, wako mbinguni kwa Baba wako tia mawingu huko, wanaimba hosana, wanamadhimisha mwana kondoo. Akuliwa pana pande talia, ndani ya sekunde moja, watakatifu wote wamekwenda. Waliozembea, wasioomba Mungu, walioacha huduma, watabaki ndani ya dunia hii ya chini ya dunia. Nataka wewe usiwe miongoni mwa wale wanaoteseka, wewe ni miongoni mwa watakao kwenda kwa Baba kwa jina la Yesu. Nani tunapiga kelele, sema e, baba ni <coughs> <coughs>. Na tunaposema kama, ungenipa haya masani ongea paka saa 12 ningekuchambulia uone, tuna dakika ngapi za kunyakuliwa. Sasa tuko kwenye dakika za unyakuo. Hebu sema dakika ya unyakuo. Dakika ya unyakuo. Sema dakika ya unyakuo. Yeah. Bahati mbaya wengine, mtu hata unyakuo ni nini? Maana yake Yesu alipoenda mbinguni alisema hivi, nitakuja niwachukue ili pale nilipo nanyi muwepo. Alienda ali kwa ahadi ya kurudi, alisema ninaenda kuandaa makao marabosha. Alienda kuandaa makao, na mimi usiku na mchana mwambia Baba usinisahau mimi mtoto wako, maana ninayelewa ni saa ya unyakuo. Lakini wewe usiyeelewa unalala fofofo, huombi Mungu, unaiye ibada, hutoe sadaka, umelemewa na mambo ya dunia, umelemewa na mambo ya uharibifu, dhambi imekuza, umekuwa kipofu kiroho. Lakini leo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyeniokoa mimi ikutembelee, kwa ajili yasokolewe utoke kwenye giza.